Watu wengi katika maisha wamekuwa na maumivu kwa sababu kuna ukweli ambao wameshindwa kuutambua au hawajaujua, aidha kama wanaujua wamepuuza. Na siku ya leo, huo ufunguo nataka ni udhihirishi au kuufunua kwako, na huo ufunguo ni ufunguo wa upendo katika maisha. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kukizingatia, kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba unampenda Mungu. Ukimpenda Mungu itakusaidia au utakuwa na uwezo au utaweza kujipenda wewe mwenyewe. Na kama ukijipenda wewe mwenyewe ina maana una qualify, una vigezo vyote vya kuweza kumpenda mtu mwingine. Mtu yeyote ambaye hampendi Mungu hawezi kujipenda yeye mwenyewe. Na mtu yeyote ambaye hajipendi yeye mwenyewe ina maana hawezi kuwapenda watu wengine. Kwa hiyo hii kanuni unapaswa kuizingatia. Unapaswa kumpenda Mungu, Mungu ukimpenda atakusaidia au itakusaidia kujipenda mwenyewe. Na ukijipenda mwenyewe utaweza kuwapenda watu wengine. Mtu yeyote unayeona yuko tayari kufanya mambo mabaya au kuwaumiza watu wengine bila kujali hisia zao, bila kujali maumivu yao, ina maana huyo inaonyesha kwamba moja, hampendi Mungu na kwa sababu hampendi Mungu, ina maana hajipendi yeye mwenyewe. Na kwa sababu hajipendi yeye mwenyewe, ina maana hawapendi watu wengine. Na ndiyo maana kwake, maumivu ya watu wengine si kitu chochote. Mtu yoyote anayempenda Mungu anajipenda mwenyewe, anawapenda watu wengine. Mtu huyo yupo tayari kulia na wanaolia na mtu huyo yupo tayari kufurahi na wanaofurahi. Ukiona mtu watu wengine wanalia, lakini yeye anafurahi, ina maana kuna kitu kimekosekana ndani yake, na ni upendo. Huo upendo chanzo chake ni kwamba, moja, hampendi Mungu; pili, hajipendi yeye mwenyewe; na tatu, hawapendi watu wengine. Kwa hiyo unapaswa kumpenda Mungu, Mungu atakusaidia ujipende mwenyewe, na hatimaye utakuwa na uwezo wa kuwapenda watu wengine. Hiyo ni kanuni ambayo itakusaidia kuishi maisha ya mafanikio, kuishi maisha ya furaha, kuishi maisha ya amani na kuishi maisha ya ushindi. Ukiviolate principle hii, maumivu itakuwa ni fungu lako. Kati ya kitu ambacho nimejifunza ni kwamba hakuna mtu aliyewahi kuvunja kanuni na akafanikiwa, ila kanuni au sheria zinawavunja watu. Kwa mfano mtu akiambiwa usiendeshe bas, bas, baisikeli kwa kasi, akajiona kwamba ni mkaidi akaamua kuendesha kwa kasi, mwisho wa siku atapata ajali. Ukweli ni kwamba hajaweza kuivunja sheria ila sheria imeweza kumvunja mtu. Akaambiwa usizini, akasema kwamba mimi nitazini. Huyo mtu akizini, mwisho wa siku sheria itamvunja. Mshahara wa dhambi ni mauti. Anaweza akapata magonjwa ya zinaa, anaweza kapata kuathirika, anaweza kapata mimba. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuhakikisha anazingatia au kuzifuata kanuni kwa manufaa yake. Sheria hazipo ili kukuumiza, sheria zipo kukusaidia ili uweze kuishi maisha ya mafanikio, maisha ya na kwa mfano waundaji wote wa simu wanakuambia kwamba simu utakiwi kuiweka katika maji. Ukiweka kwenye maji, unachokuwa nakitaka ni kitu gani? Yule amekwambia usiweke simu kwenye maji, sio kwamba anakuonea wivu au anakuonea gele, anakuambia hivyo ili aweze kukusaidia, kukuokoa na hatari ambayo inaweza ikatokea endapo simu yako ukaiweka kwenye maji. Kwa hiyo, Mungu kanuni zake au amri zake ameziweka kwa makusudi maalum, sio kwamba anatuonea gelo, gele au wivu Mungu ameziweka kanuni tuzifuate ili tuweze kuishi maisha ya mafanikio, maisha yenye furaha, maisha ambayo ni shauku yake kuona sisi wanadamu tukiyaishi. Kwa hiyo zingatia, mpende Mungu, jipende mwenyewe, na kisha wapende watu wengine. See you successful.